Nichukue e fursa hii kumkaribisha Shekh. Baada ya kuzungumza nami, nitameza mate kidogo, kisha baada ya hapo tutasali. Kisha sali ndio kuna lile jambo la tanwini mbili chuma linaitwaje, lile e chuma, asema usiseme chakula uweke tanwini mbili chakula. Karibu Shekh, karibu sana, karibu tena.

na ndugu uh, zangu wengine ambao kwamba tumealika pamoja, lakini na ndugu zangu pia waandishi wa habari na vyombo vya habari mbalimbali, wacoa kudi kwa kumhimidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kushukuru kwa neema kubwa hii ambayo kwamba ametuwafikia ya kukutana katika wakati kama huu, wakati ambao kwamba ni wakati mara nyingi ni wakati wa kughafirika tafrika ni kila mmoja anakuwa na hamsini zake, mwenye pumzika amepumzika, anaokwenda bichi anaenda bichi, mwenye haya ana yale basi, alhaswi kila mmoja huwa nayakwake lakini sisi Mwenyezi Mungu ametuwafikisha huwa katika wakti kama huu katika kikao chema kama hiki ambacho kwamba kwa ushahidi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ni kweli Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalam anasema, watu wanapokusanyika kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kufundishana mambo ya kheri, basi malaika huwafinika kwa mbao zao, na Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu anajifakhiri kwa watu kama hao malaika zake watukufu. Kwa hivyo, Mheshimiwa, ulisema ni kweli kabisa. Uh, haiko comedy tu, bali yana ukweli ndani yake. Katika dakika chache kama hizi, mimi nitazungumzia sana suala la kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jalsa hii ilipofunguliwa, ilifunguliwa na biati nzuri sana alizoisoma ndugu yetu pale za kuhusu kumsifu mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Najua mabwana, kwa nini sisi watu wa tariqa mara nyingi kila tukikaa tunamtaja mtume? Kwa sababu huyu ustaarabu wote tunaoona huu alioleta ni mtume Muhammad, huyu ustaarabu wote alioleta nani? Ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndio hata wa magharibi walipousoma Uislamu na wakasoma mwenendo wa mtume wakasema makweli, huyu ndiyo mwongozi na ndiyo mwokozi wa binadamu. Mmoja katika wanafalsafa wakubwa wa kimagharibi maarufu George Bernard Shaw alipoisoma sera ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifikia akasema, huyu Muhammad haki kabisa inafaa tumuita almunqidhul basharia, yeye ndiyo almunqidhul basharia. George Bernard Shaw amemwita hivi mtume Ndo munqidhul basharia, mwokozi wa binadamu. Munqidhul basharia ni nani? Ni mtume Muhammad. Kwa hivyo vile, kwahivyovile ni mwokozi wetu, hatuna budi kila tunapokaa lazima tufanye nini? Lazima tumtaje, bali fakhri yetu, sharafu yetu, utukufu wetu sisi ni kumtaja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini tusione fahari kumtaja yule ambaye kwamba Mola subhanahu wa ta'ala na malaika zake wanamtakia rehma na kumtaja, sallu ala alhabib. Katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na alimam Abu Daud katika sunani yake, mtume alisema kuambia masahaba, inna min afdali ayyamikum yawm aljumua, hakika katika masiku yenu bora zaidi ni siku ya Ijumaa. inna min afdali ayyamikum yauma aljumua hakika katika masiku yenu bora zaidi ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa inaitwa sayyidul ayyam, yani katika wiki nzima, bwana wa masiku yote ya wiki ni siku ya Ijumaa. Akaanza kucholea sababu za kuwa siku ya Ijumaa ni bora ya masiku, asema fihi khuliqa Adam, ndani ya siku kama hii ndio uliumbwa udongo uliomuunda baba yetu Nabii Adam alaihi ssalam, kisha akasema wafihi qubila, na ndani ya siku kama hii Ijumaa ndio siku ambayo kwamba roho ya baba yetu Adamu ilichukuliwa. Lakini akasema wafihi nafkha, na lile paragumu la pili, baragumu la pili litavuziwa, litapuliziwa ndani ya siku ya Ijumaa wafihi saqa, lakini ule ukelele ambao kwamba utapigwa ambao kwamba binadamu wote watakufa kwa ukelele huo, huko mwisho wa dunia, utakuwa ndani ya siku ya Ijumaa. Kisha mwisho akasema faakthiruu fihi min as-salati alayya, basi ndani ya siku kama hiyo ni swalieni kwa wingi sana, swalieni Mtume. Faakthiru fihi min as-salati alayya, niswalieni kwa wingi sana ndani ya siku kama hiyo. Fa inna salatakum maarudatun alayya, hakika swala zenu ambazo kwamba mnaniswalia naonyeshwa mimi. Yani kuna screen ambayo kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaonyeshwa hizi swala zetu zote tunazomswalia. Allahu Akbar na huwezi kushangaa tena, hasa katika ulimwengu ambao kwamba tuko nao. ikiwa sisi tuko hapa na Sheikh Uthman na ndugu zangu hapa, na ulimwengu wote unafanya nini, unachuona. Kwa hivyo hizi hadithi kwa hii teknolojia ilipofikia inakuwa ukisema tu mtu kashakuelewa tayari, nini maana ya kwamba swala zetu zinaonyeshwa mbele ya Mtume, ama sivyo, ndugu zangu? Ah, asema, fa inna salatakum ma'rudatun 'aliyya. Masahaba akamwambia, kaifa turadu alaika waqad aramta au waqad arimta qalu yaqulun qad balita. Masahaba wakahoji wakasema, vipi swala zetu zitakuwa zinaonyeshwa kwako wewe wakati wewe wakati wewe utakuwa we, ushakufa kitambo na ushaoza ushaaliwa na ardhi ushakuwa mifupa yote ishaaliwa. Mtume akawaambia la Qal, Mtume akawambia msiseme hivyo, fa innallaha taala harrama alal ardhi an takula ajsadal anbiya. Msiseme kwamba nitakuwa nimeoza, hakika Mwenyezi Mungu ameiharamishia ardhi kula viwiliwili vya mitume. Hakuna mtume anaeoza, mtume yuko hai tu katika kaburi yake, anatusikia tunavyosoma hapa na anatuona tunavyomswalia. Asema hakika Mwenyezi Mungu ameharamishia ardhi kula viwiliwili vya manabii, vilevile viwiliwili vile vya watu ambao kwamba wenye kumpenda mtume na kumpenda Mwenyezi Mungu na kufuata maamrisho yake pia haviozi. Ama hamjasikia makaburi yamefukuliwa pahali baada ya miaka 50 60, alafu nasikia bwana yule amekutwa kama amezikwa jana? Si mambo hatumeona sana E, ni watu ambao kwamba e, mtume amejaa ndani ya nyoyo zao, walifuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiria hata kisa cha Nabii Hamza, eti cha sahaba Hamza ami yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, pale makaburi yao yalipoingiliwa na nini na maji mafuriko yalipopiga makaburi kaburi ya Hamza, Hamza alionekana kana kwamba jana, kwamba amezikwa jana na zile sehemu ambao kwamba ilikuwa iko na damu iko vile vile. Sallu ala nabi. Hawa kino Hamza na wengine ni watu ambao kwamba wao walijitolea vilivyo kumhami nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalam. Kwa hivyo na sisi tukitaka kuunganishwa katika grupu lao, ni tujitolee kumhami mtume kwa kuitangaza dini yake. Kwa hivyo mtume kaambia, hakika swala zenu nafikishiwa na sijaoza na nitakuwa niko niko hai Mabwana kumswalia mtume, swala ya mtume ni katika vitu vikubwa sana katika huu ulimwengu. Na wallahi jaribu kudumu na swala ya mtume utaona siri zake. Sote tunasujua kitu kinaitwa burda. Ah, Maula yasalli wasallim daiman abada ala habibika khairi lkhalqi kulihimi. Nafikiri na shidi ambako kwamba kila mmoja, nafikiri hata watoto tu wanaiweza kuimba wanaijua. Sasa hii mnajua kisa chake, kisa cha hii nashidi, ama hii kasida ambo kwamba iliochungwa na mwanaochoni mkubwa anaitwa limamu Buswiri. Kisa chake ni kwamba huyu mwanaochoni alipata ugonjwa wa stroke, alipooza. Mwenyezi Mungu atulinde na gonjwa hili, katika magonjwa hatari sana. Baada ya kupatwa na ugonjwa huu kwa muda mrefu sana, akawa yuko kitandani basi siku hiyo naye ni mpenzi wa mtume maisha yake, siku hiyo ya akaona, kwa nini nisimchungie, nisi kasida nzuri bwana wangu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yakumsifu na kumwomba mwenyezi Mungu kwa kakumsifu kwangu huku, mtume wangu, anipe shifaa, anipe ponyo. Basi yule bwana siku hiyo usiku akalala akitunga hii kasida kuanzia mwanzo amin tadhakkuri jirani mpaka mwisho. Alipomaliza yule bwana hii kasida, asubuhi anaamka mzima kana kwamba hajapata tatizo hili. Kumsalia nani? Mtume Muhammad, mzima kana kwamba hajapata tatizo hili. Na hii asli yake inaitwa bur'a, asli yake inaitwa bur'a. Bur'a ni ponyo, ni ponyo lakini aliota mtume, wakati alipokuwa akimalizia hii kasida, aliota mtume anamvisha mwaruma. Hii kiarabu inaitwa burda, kiswahili inaitwa mwaruma au kishale kwevo. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo ndio baada yake jina hili likashinda, ikawa inaitwa burda. Lakini asli kasida inaitwa burda ni ile kasida ambayo kwamba ya sahaba Kaab bin Zuhair, ambayo kwamba alims, alimsifia mtume mbele yake kuna sahaba huyo anaitwa Kaab bin Zuhairi, wakati wa jahilia kabla hajaslimu, ilikuwa ni katika watu ambao kwamba wamewekewa wanted na mtume, popote watakapoonekana, hata kama wamejifunika na zile nguo zilizoifunika Alkaaba, wauawe. Kaab bin Zuhairi, watu hawa walifanya mambo mabaya sana ya kuudhi uislamu kabla hawajaslimu. Tabani, huyu Kaab bin Zuhairi ni katika hao Aka akarudi baada yake, moyo wake na nini ukaingia imani. Sasa ajifikirie, nitaenda vipi kumkabili mtume? Imani ishaingia sasa, basi siku hiyo akajifunika funika, funika uso wake mpaka mbele ya mtume pale, maswahaba hawajamjua. Basi alipofika pale, kuna kasida ndefu alikuwa ameichunga, ikianza tumswalieni mtume, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alipofika pale akaanza kusoma ile mashairi ambayo kwamba aliyo aliyochunga. Ah, mpaka alipofika akasema inna rasula la sayfun yustawaa bihi muhannadun min suyufi llahi maslulu. Alipofika hapo yeye alisema muhannadun min suyufi lhindi maslulu, mtume akamwambia sema min suyufi llahi. Inna rasula tafsiri yake haki hakika mtume. La sayfun yustawaa bihi hakika mtume ni mwangaza, ni upanga ambao kwamba watu wanapata nuru kwake. Muhammad, upanga unaonolewa katika panga za Hindi. wakati ule panga zilikuwa zinazotamba, ni panga zinazotoka India, la ka mu mi indi, mi katika panga za Mungu zilizonolewa ku, kuutangaza Uislamu. Alipofika hapo mtume akamtunza kishale. Kwa hivyo hata hii sunna wakati watu wakiimba hizi kasida kutuza si mambo yamezulia yametoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile asili ndio bora. Basa alhasu hii kasida ni swala ya mtume yote sifa za mtume kuanzia mwanzo paka paka mwisho. Ina visa vingi sana. Mi binafsi nikimalizia mida imeenda tu swala asri. Nikimalizia nafikiri kama kabla meka, kama, ya miaka kama miwili au mitatu wakati bado tu ndio nimerudi masomoni kutoka Malindi, Kenya. Uh, siku moja nikasafiri nikaenda katika baadhi ya mikoa kuona baadhi ya rafiki zangu na ikawa kama leo ndio namalizia ile kuketi kwangu kule, kesho na narudi zangu Dar es Salaam. Nikapata habari kuna mwanamama amechoka Nairobi, amechoka Nairobi, anaumwa, anaumwa vibaya sana basi, nikaona ka uh, kuondoka hivi hivi si vizuri na vile wamenieleza habari zake, nikaona afadhali niende kamuone, tuangani mfanyie dua kidogo, alafu kisha kesho niondoke. Basi nilipofika pale, wakanieleza mukhtasari wake. Huyo mama alikuwa ni mjamzito, tena mjamzito miezi tisa, sasa kujifungua kesho. Leo kanaambia huyu amefanyiwa sihiri toka yuko Nairobi, wamehangaika mahospitalini, wamehangaika kwa matabibu hawa na wale, imeshindikana. Lakini kitu kilichokuwa kinawatisha zaidi wanasema walipokuwa Nairobi, walienda kwa mganga mmoja hivi, hawa waganga wa chunguli. Walipofika kwa mganga wakamweleza shida zao. Asema, baada ya dakika kadhaa, walimuona mganga amechoka mbio kwa likweli akakimbia. Wakashangaa, "Vipi tena, mbona mganga amechoka mbio?" Akakaa baada muda akarudi mganga, kamuuliza vipi? Kasema wallahi, hii shida aliyokuwa no nayo mimi nikithubutu tu kumtibu na mimi naenda na maji. Kwa hivyo ondokeni sasa hivi. Kwa isani zenu. Ile ndio likazidi kuwachanganya wakaondoka. Asule mama alikuwa hata kula hali. Alafu kala yake hii imegeuka yani imekuwa kama green hivi. Green hivi. Yaani ishara mbaya wale watu wakawa wamepandwa na wazimu. Sasa wewe mtu wako na shida gani? Wakienda huku hawaelewi. Wakienda kule hawaelewi. Basi nikaambia insha Allah acha tumuombe Mwenyezi Mungu. Hayo yote kwa Mwenyezi Mungu si mambo makubwa. Hayo yote ni mepesi tu. Nikachukua burda nikamsomea burda, kambeleteni maji, nikaweka maji pale tukasoma burda. Baada ya hapo ile maji nikasomea tulkursi 21 kadhi, kisha baadaye nikasema basi, yatumieni haya maji, Mwenyezi Mungu atamfanyia shifa. Mimi kama mwanangu Dar es Salaam. Basi baada siku kadhaa zishapita, nishasahau sawa sawa kwamba kilifanyika nini kule. Kumbe baada ya kutumia ile maji na baada ya ile burda aliyomfanyia, hali yake ikaanza kurudi sawa sawa sawa, kwanzia pale Usema, baada ya muda akaitisha uji, baada ya hapo usubuhi tayari akaanza kunywa chai na kuanza kula maji. Kwa hivyo, huyu, wakizidi kumtia pressure basi akajifungua salama basi. oh, ile simu nilishtua kwa sababu nilipigiwa simu ya kutoa jina, akamwambia bwana, mpe jina wewe, alipata mtoto wa kike. Ndio akanieleza ile historia basi, lakini mimi nilikuwa na yakini kabisa kwamba burda ukisoma kwa yakini kabisa kwa mtu mgonjwa wa aina yote, Mwenyezi Mungu anampa shifa. Tumsalieni Mtume Muhammad. Kwa hivyo hizi salatu ala nabii mara nyingi sisi tuzinadi na ndio maanake sisi watu tariqa vikao vyetu vyote ni kumswalia mtume na vikao vya kumswalia mtume ni vingi sana kwa sababu tunajua siri zake. Mwenyezi Mungu atunufaisha kwa haya tuliyosema. Bora ya maneno ni yale machache lakini yakanufaisha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ajalie haya maneno yaingie katika nyoyo zetu na atujalie ni katika wale wenye kusikiliza mema mema maneno na wakafuata yale mema zaidi. Ama sivyo Mwenyezi